Keni maiki sawasawa hapo, keni maiki sawasawa hapo, nakaibiana. Keni maiki sawasawa hapo, mjumbe wa kasi ndo nimeingia, mjumbe wa kasi ndo nimeingia hapo, keni maiki sawasawa hapo. Uko tayari bwana? Keni Mike sawa sawa hapo, Keni Mike sawa sawa hapo, mjumbe wa kasi ndo nimeingia yeah, mjumbe wa kasi ndo nimeingia hapo. Mjumbe wa kasi mama, sija kuona, uko Uhuru FM eh, na unahusika pia kwenye vikao bila shaka, eh. Bismillah, semaji, wanasema shetani katoka mganga huyo, mtakosa hewa, mmejibana sana, mgerudi kidogo nyuma eh. Uko comfortable, Rama? Eh mama uko comfortable? Basi twende swali shetani katoka mganga huyo Ah, kusema kweli, kusema kweli, mechi ya leo ilikuwa ngumu sana ngumu sana, na mimi kwa dhati kabisa nichukue nafasi hii kuwapongeza eh, Mashujaa Football Club wametupa mchezo mgumu sana hii leo. Walikuja na mpango mzuri, walikuja na plani ya kueleweka ya kiufundi ya kuweza kutuzuia, na of course wamefanikiwa kutuzuia ee, nafikiri msimu huu katika mechi ambayo imetupa wakati mgumu kwenye mechi zote mbili basi ni Mashujaa. Mechi ya kule kwao ile Kitanganyika ilikuwa very tough dakika za usiku kabisa tukaenda tukapata bao. Mechi ya leo hapa, Benja, hapa eh, KMC na kwenyewe imekuwa ngumu kweli kweli. Eh, Mashujaa walikuja na mpango mzuri kweli kweli wa kukaba, kuzuia na kucheza, na bahati nzuri Mungu akawa upande wao wakapata bao la mapema kabisa la Jafari Kibaya wakatengeneza mlima kuwa mgumu na mzito kweli kwa upande wetu, tukalazimika e, kwanza kusawazisha bao hilo, tutafute na bao la ushindi, hasa kwa timu ambayo ilikuja na mpango mzuri wa kuzuia, alafu unapata kazi ya wewe kusawazisha, alafu urudishe, inakuwa ni mzigo mzito kweli kweli, lakini tulitegemea aina hii ya mchezo kwa sababu ya ugumu waliokuwa nao wapinzani wetu, lakini wanapigania malengo yao. Ukiwaangalia hawapo kwenye mstari wa kushuka daraja, lakini pointi zao na wale ambao wapo kwenye mstari wa kushuka daraja ziko karibu kweli kweli. Kwa hiyo wanatafuta pointi za kujiweka salama, na wanapata wapi hizo pointi? Ni kwenye mechi kama hizi ambazo zimesalia, na ndio maana mechi ikawa ngumu kweli kweli, lakini kama haitoshi wana mwalimu mzuri sana, Salum Mayanga, mmoja kati ya the best coach hapa Tanzania. Ana experience ya kutosha, ameocheza huu mpira ame amefundisha timu nyingi kweli kweli, ana exposure ya kimataifa akiwa kocha wa timu ya taifa ya Tanzania. Kwa ni mwalimu ambaye ana uwezo wa kutengeneza na kusuka mpango mzuri, lakini kama haitoshi ee, ni mwalimu ambao ana uwezo wa kucheza mechi kubwa bila pressure ya aina yeyote ile, na akafanikiwa kutuingiza kwenye mtego na akafanya mchezo kuwa mgumu. Lakini yote kwa yote, sasa Mashujaa wakasahau kitu kimoja, discipline kwamba nidhamu ndio ingewawezesha wao walau kupata sare ama hata kupata ushindi. Hawakuwa na nidhamu, hasa baada ya ku ya kuongoza bao moja, wakawa wanacheza madhambi mengi, wamepewa kadi nyingi za njano, wameonyeshwa kadi nyingi za njano, goli kipa wao wakaenda kufanya makosa ya kitoto, akaadhibiwa kwa kadi nyekundu, wachezaji wao wakawa wanafanya makosa ndani ya kumi na nane, wakazalisha penalti mbili, na wakasahau kwamba hii ni Simba Sports Club ambayo ina uwezo wa kupush, ina uwezo wa kupress kwa dakika zote tisini tuna wachezaji ambao hawakati tamaa mpaka filimbi imalizike. Hicho ndio kitu ambacho wao walikosea. Wangeweza kusimama kwenye mstari wao wa kucheza kwa mpango wao na kuweka discipline juu, wangeweza kupata kitu. Kitendo cha kutokuwa na nidhamu ya mchezo kimewagharimu, tumewafanya vibaya, tumeondoka na alama tatu, na mechi ilikuwa ngumu. Kawaida ya kiumbe hai yoyote yule huwa hakubali kuchinjwa wale ambao wameshachinja lazima atakukuruka tu he, lazima afanye vurugu, ndicho ambacho amekifanya. Ame, ame Mashujaa ilikuwa lazima tumchinje tu mm. Sasa tuna mchinjaje? Ndio alikuwa anapapatika, lakini yote kwa yote kisu kimepita nyama, akaondoka na alama tatu. Sherehe zinaendelea, tuna sherehe ya fainali tuna sherehe ya kasi na tuna sherehe ya kumnyoa Mashujaa hileo Haikuwa mechi ya starehe sana kileo uh, sababu mechi ya starehe ni ile ambayo unatangulia bao moja, bao mbili, bao tatu. Uh, kipindi cha pili unakuwa ume relax unaangalia kuboli. Mechi ya leo ilikuwa na pressure, sababu tayari umeshatanguliwa. Uh, tulikuwa tumekaa jukwani pale, tukawa tunafarijiana nasema, hii basi ya miti tu nda wote na shughuli inaishia hapa, lakini tunaona muda unazidi kwenda, tukaanza ku-accumulate pressure. Kwa hiyo hatujaenjoy hata kidogo football, tumekuja kuenjoy mwishoni kabisa, baada ya filimbi ya mwamuzi ya mwisho. Semaji pia huku, uh, nje ni kutaarifu tu vijiwe nongwa, vimeshaanza nongwa kuhusiana na maamuzi ya mwamuzi. ah, mimi siwezi kuzungumzia maamuzi ya maamuzi. Kwa, unaona tu yuko sawa sawa. He was right na jopo lake wote walikuwa asilimia 180 very right. Yes. Mm. Na waamuzi wetu wamekomaa sana, wako very very stable, msemaji, umesema una sherehe ya kasi mechi tumemaliza. Yeah, ubaya ubwela eh, maana yake ni kwamba eh, tutakufanya vibaya utake usitake, ndio maana ya ubaya ubwela na ubaya ubwela ina, ina asili ya, ya kulazimisha hiyo ndio ubaya ubwela, yani unataka usitake, utatoa hiyo. Ndio ndio, yani mpaka ifike dakika ya mwisho yenyewe ubaya ubwela isarende, yani ikate tamaa. Sasa kwenye mechi kama hii, wapinzani kama hawa, ubaya ubwela e, hauwezi kukata tamaa. Ubaya ubwela utaendelea kusukuma mpaka tupate tunachostahili. Na mechi ya leo ndugu zanguni meona hizi taa zenu hizi, ndugu zangu waandishi wa habari, leo mgezi washa hapa ili tucheze mechi ishe, namna ambavyo Mashujaa walikuwa wanapoteza muda kule kulala kule kulala, leo tungecheza mechi na tochi tungechanganya na taa zenu hizo, refa aone mpira tucheze mpaka dakika tisini za haki zikamiliki. Yeah!